Karibu sana tujifunze Biblia pamoja ili kufikiwa na masomo yetu mbalimbali mbali. Unaweza tembelea tovuti yetu Nuru ya Upendo au piga namba uzionazo kwenye video hii. Pia bofya alama ya subscribe ili usipitwe na mafundisho yetu ya kila siku. Leo tunatafakari juu ya hekima ya Kimungu tukianzia na maandiko ya Mithali moja mstari wa ishirini hadi ishirini na moja yanayosema, Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu hutoa sauti yake katika viwanja, hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango ndani ya mji hutamka maneno yake. Sasa swali linaloulizwa ni hili, hekima ni nini na kwa nini inapaza sauti huko? Kupaza sauti kukoje? Majibu yake ni haya, kwa mtazamo wa Kibiblia hekima si tu maarifa au akili. Ni uwezo wa kupambanua, kuhukumu na kufanya maamuzi sahihi maamuzi yanayoakisi mapenzi ya Mungu hapa duniani. Kwa mfano, Biblia inatufundisha kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi kwa hekima yake. Mithali nane, mstari wa ishirini na mbili hadi thelathini na moja. Mfalme Sulemani naye alimuomba Mungu hekima ya kuwaongoza Waisraeli, na Mungu akampa kwa wingi. Nabii Danieli alipewa hekima ya kufasiri ndoto na kufumbua maono ya siri. Kwa hiyo tunaona wazi hekima ya Mungu ni ya kipekee, imekithiri na haiwezi kufikiwa kwa akili ya kawaida ya kibinadamu. Lakini je, hekima hii ya ajabu inapatikanaje? Biblia inatufundisha jambo la ajabu: hekima si kitu tu, bali ni mtu, na mtu huyo si mwingine, bali ni Yesu Kristo. Katika Wakorinto wa, wa kwanza moja, mamsari wa ishirini na nne, tunasoma Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu na katika Wakolosai mbili mstari wa tatu tunaambiwa ndani yake, yaani Yesu, hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Hii ina maana gani? Ikiwa unataka hekima ya kweli, basi lazima umtambue Yesu na kumtambua Yesu ni kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Warumi kumi mstari wa tisa, na kuanzia hapo kutembea katika njia zake kwa utii. Lakini Yesu huyu anapatikana wapi? Anapatikana katika mahubiri na mahubiri yanapatikana kila mahali: mitaani, kwenye viwanja, katika mikutano ya hadhara, masokoni, kwenye stendi, kwenye mitandao ya kijamii, hata katika podcast kama hii. Yesu anapaza sauti kupitia watumishi wake, wale waliotumwa kuhubiri injili yake. Na hivyo basi maandiko ya mithali yanatimia. Ndugu, hekima haijajificha, inapaza sauti kila kona inalia, inatamka maneno katika mikutano, kwenye malango ya miji na katika njia kuu. Ni watu tu ndio wanaoikwepa. Hakuna mtu leo anayeweza kusema hakuwahi kuisikia injili, sauti ya Yesu. Yaani hekima imezagaa kila mahali. Hekima inaita, Yesu anaita, anakuita hata sasa. Swali ni je, nasikia sauti hiyo? Kama unamwamini Kristo basi tayari umefungua mlango wa ufahamu mkubwa unaoweza kukupa maarifa, mwelekeo na neema ya kutatua mambo ya maisha haya kwa hekima ya Kimungu. Hiyo ndiyo maana ya Mithali moja mstari wa ishirini na ishirini na moja hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja, hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango ndani ya mji hutamka maneno yake. Mkabidhi Yesu maisha yako akuokoe. Bwana akubariki sana.